Nataka nikufundishe kitu kinachoitwa nguvu ya maarifa. Kwa nini yuko hapa? Sababu kuna maarifa unayohitaji. Kwa nini unasikiliza neno unapofundisha? Kwa sababu kuna maarifa unayohitaji. Kwa nini unaenda shule? Kwa sababu kuna maarifa unayohitaji. Kwa nini unapotaka kulima bustani unatafuta elimu ya kulima bustani? Sababu kuna maarifa unayohitaji? Lazima uwe na maarifa ili fanye vitu vile matokeo. Mithali kumi na nane mstari wa kumi na tano nafundisha nguvu ya maarifa. Jana, ili uwe na nguvu unahitaji maarifa. Moyo wa mwenye busara pata maarifa. Na sikio la mwenye hekima utafuta maarifa. Sikio la mwenye busara litatafuta maarifa. Kama bibi anasema maarifa linatafuta maarifa, maana yake inawezekana maarifa ikawa sio kitu ambacho kiko wazi tu kipata kwa Yesu, Amen. Lazima uingie gharama ya kutafuta. Kuna aina ya sikio linaitwa sikio la utafiti. Mshaikuliona hiyo sikio la utafiti? Angalia unavonyangaatkuniona na wakati unalo, ukisikia fulani ushajitega. <laughs> kafanya nini? Hilo inaitwa sikio la utafiti. Lakini ukisikia maarifa ya neno la Mungu unapita kama buaoni. Kwa nini huna sikio la mwenye busara? Kwa sababu sikio la mwenye busara bali popote likisikia maarifa Nitaweka beki na kusikiliza maarifa, yatanisaidia kitu gani? Kuna <coughs> nguvu kubwa katika maarifa. Vijana wengi wanafikiri watashinda za dhambi kirahisi, dhambi ya kushinda kirahisi. Kuna knowledge ya kuweza kushinda dhambi, ni maarifa. Mtume Paulo anasema kila mtu kwenu ajue, ajue namna ya kuweza mwili wake. Huu mwili una shida au haujaokoka, lakini tunaweza kuweza huko. Anasema kila mtu na ajue namna ya kuweza mwili anaposema ajue, maanake kuna maarifa anatakiwa uwe nazo ili uweze mwini, na maarifa utayapata katika neno la Mungu. Kwa maana ukutana na Daudi anasema ya kwamba, moyoni mwangu nimeliweka neno la nikapata maarifa ili nisikutende dhambi. Kuna aina ya dhambi utatembea nazo ni kwa sababu umekosa maarifa, maarifa ya neno la Mungu. Anasema azinie na mwanamke ni mjinga kabisa tena hana akili maana anafanya jambo la kuiangamiza ya nafsi yake. Ukishapata maarifa kama hayo, kuzini na mwanamke au na mwanaume kwako ni full stop.